Kubadilisha maisha kwa uamuzi mmoja ni jambo linalowezekana, ingawa ni jambo ambalo linahitaji ujasiri, maamuzi ya dhati, na mabadiliko ya mtindo wa maisha. Uamuzi mmoja unaweza kuwa na nguvu kubwa ya kuleta mabadiliko makubwa, mabadiliko makubwa sana katika maisha yako. Ungana nami Mwalimu Samwel Vianga wa Kesho Yangu Tv katika somo zuri ambalo linasema kubadilisha maisha kwa uamuzi mmoja ni jambo linalowezekana. Nitakwenda kupa uh, vitu kama vitano ambavyo vitakusaidia. Kitu cha kwanza, amua kuanza safari ya kujifunza. Unaweza kuamua kujitoa kwa dhati na kujifunza kitu kipya kila siku, iwe ni somo jipya, iwe ni ujuzi mpya ama kuongeza maarifa mapya ama katika taaluma ambayo unapenda kila siku. Usikubali siku ipite bila kujifunza kitu kipya. Kwa hiyo ya kwanza ndo hiyo, jifunze, amua kuanza safari ya kujifunza. Ukijifunza hii ita ku, itakupeleka mbali zaidi na kukufungua kifikra, lakini pia itakufungulia milango ya fursa nyingi, ikiwemo ajira bora, ya biashara, mawekezaji Naamini kila kitu kimefungamanishwa katika maarifa. Kwa hiyo unavyojitoa katika kujifunza, unavyojitoa katika maarifa, ndivyo ambavyo unapata ufahamu mkubwa na vitu vikubwa zaidi. Mfano, kama unaishi katika kijiji kidogo, unaweza ukaamua tu kujifunza masomo ya biashara mtandaoni. Baada ya mwaka mmoja, unaweza ukapata kazi nzuri ya kifedha, ama unaweza ukapata kitu kizuri mitandao na kila kitu. Watu wengine wana, wana free access za Wana, wana, wana access ya free internets. Wengine wa, wana, wana simu lakini wanaishia wana, wana, wana kuangalia umbea nani kafanyeje, fani kafanyeje udaku, lakini hawataki kujifunza. Kwa hiyo amua kwanza safari ya kujifunza, ya pili amua kuacha tabia zinazokukwamisha. Uamuzi wa kuachana na tabia mbaya kama vile uvutaji wa sigara, matumizi mabaya ya fedha ama kudharau muda wako, ukiamua kwa dhati kwamba nataka niachezi tabia hii itakusaidia sana kubadilisha maamuzi yako, maisha yako. Kwa uamuzi mmoja inawezekana. Maisha yako wewe ni mazuri sana, lakini anashindwa kubadilika kwa sababu tu hujaamua kuacha tabia ambazo zinakukwamisha. Acha tabia mbaya, uvutaji wa sigara, uzinzi, utumiaji wa, wa, wa fedha mbaya. Kuna mtu mwingine ukimpa fedha leo hii ndio anawaza chips kuku, kichwani anawaza chips yai, anawaza kuonga, anawaza kufanya vitu ambavyo asingeweza kuvifanya hata wakati anazo soa. Wakati hana hizo fedha. Mwingine anatumia muda wake vibaya. Kuacha tabia hizi kutaleta mabadiliko makubwa sana katika afya yako. Kuacha tabia hizi mbaya kutaleta mabadiliko makubwa ya kifedha, lakini hata maisha yako ya kijamii yatabadilika. Kuna watu hawako trusted kwa sababu ya tabia zao mbaya. Watu wanataka wakupe kazi, watu wanataka wakupe ajira, lakini wanajua ni kipanga utaweza kupitia wake zao. Kwa hiyo amua leo kuacha tabia ambazo zinakukwamisha sawa sawa. Chatatu, amua kuweka malengo yako kwenye karatasi. Huwa nasisitiza sana kwamba anything that you put on paper, that's plan. Anything that you just wish, hiyo inakuwa ni matarajio tu, kitu ambacho if wishes were horses weehose beggars could ride. Kama mafanikio ingekuwa farasi, basi maskini wate wangekuwa wanaendesha farasi. Kwa hiyo andika malengo yako na kuwa na mpango wa hatua kwa hatua kuafikia kuna video ambayo nimezungumzia kuhusu kuandika malengo, nenda katika hiyo video, nenda kajifunze kuandika. Kuna kusaidia kujua unapotaka kwenda katika maisha yako, kunakupa dira, na kuna kusaidia kupanga mipango ya maisha yako, mipango ya kazi yako, mipango ya huduma yako na masuala yako ya kifedha. Andika kwamba nataka kuwa mtu ambaye anatumia fedha vizuri, andika sasa Namba nne. Amua kuacha uoga na chukua hatua. Watu wengine wameshindwa kufanikiwa kwa sababu wameshindwa tu katika kitu kimoja. Kwa hiyo kitu kimoja, ama uamuzi mmoja ambao unaweza ukaubadilisha na ukabadilisha maisha yako kabisa, wakati mwingine ni kuacha kuogopa. Amua kuachana na uoga wa kushindwa. Kuna mtu anawaza kwamba nikifanya nitashindwa. Mbona mbona kuna watu wanafanya? Acha kuwaza kushindwa, chukua hatua ndogo ndogo, chukua hatua hiyo hiyo ambayo unaweza ukaifanya hata kama mazingira ni magumu. take a first step. Chukua hatua ile ya kwanza. Kuchukua hatua na kuacha uoga inakusaidia kuwa na hatua ya kuanzisha biashara yako mwenyewe na inakusaidia kuona fursa kubwa, fursa mpya. Ukipanga tu kitu pasipo kuchukua hatua, huwezi kuona vitu, huwezi kuona fursa, huwezi kuona changamoto, huwezi kuona namna gani ya kuweza kuzikabili. Kwa hiyo acha uoga na chukua hatua Okay. Twende la tano na la mwisho. La mwisho ni amua kuchukua majukumu ya maisha yako, amua kuchukua majukumu, kwamba ona kabisa kwamba it's your responsibility. Unajua kuna watu wana, wanasema vitu fulani ni kwa ajili ya watu wengine, kwamba wanashindwa kwa wana sababu ya watu wengine, lakini amua leo kuchukua majukumu ya maisha yako kwamba kama ni mafanikio ni wewe, kama ni kushindwa ni wewe. Don't blame others for your failures, sawa sawa. Usijishughulishe na kulaumu mazingira au watu, kwamba mtu fulani kanifanyia hivi ama mazingira alikuwa hivi, wazazi wangu walikuwa maskini, sijui kitu gani, mimi nilifanyiwa hivi, mume wangu, na ma maneno mengi. Amua kuchukua maamuzi yako binafsi, majukumu yako ya maisha yako ni ya, ya kwako wewe. Unamhitaji mtu mmoja tu ili ufanikiwe katika maisha yako. Mtu huyo ni wewe. Ukichukua maamuzi haya, ili linakusaidia kupata mabadiliko, linakupa nguvu ya kubadilisha hali yako na kupata udhibiti wa maisha yako. Huwezi kudhibiti kila kitu, lakini unaweza kudhibiti jinsi unavyojibu ama jinsi ambavyo unatenda, sawa sawa. Kwa hiyo amua leo kuchukua majukumu ya maisha yako, jione kwamba wewe ndio unajihitaji katika maisha yako ili kufanikiwa. Uamuzi mmoja wa dhati unaweza kuwa mabadiliko makubwa ya maisha yako. Inahitaji uamuzi wa kipekee, lakini matokeo yanaweza kuwa ya ajabu. Hakuna lengo lisiloweza kufikiwa ikiwa utafanya kazi kwa bidii, ikiwa utaweka malengo na kuwa na mtazamo chanya. Sasa ni wakati wako wa kuchukua uamuzi mkubwa ili uone maisha jinsi yanavyobadilika katika namna bora zaidi. Hii ni Kesho Yangu TV, nami ni Mwalimu uh, Samwel Elnesti Vianga. Kama una kitu cha comment, andika katika comment section below, lakini pia usiache kulike, usiache kusubscribe na kushare kwa watu wengine, ili waweze kusikia vipindi vizuri kama hivi. Ndimi Mwalimu Samuel. Uwe na siku njema, nakupenda. Chao.